Kusaku. Bwana, wewe ni wimbo wangu wa moyo oh, umefanya zaidi ya vile nilivyojua i umetena zaidi ya vile nilivyowaza hey, hey, hey. Kuna namna Baba vile unavyofanya.

hatuna sababu nyingine, kwa sababu kuna namna Mungu anavyofanya. Em, tuongeze makofi na shangwe kwa ajili ya kwaya yetu, kila siku anaongeza mabaraka mengine mjini, kwa sababu huu wimbo nao ndeo, ndo mara ya kwanza kuusikia, lakini utaleta taharuki mjini kuna namna. Ndiyo sababu una siri ya ufunuo unakwenda kugeuza mambo mjini. Kuna namna kabisa, na sisi hatuna sababu nyingine, tayari umeshageuza mambo zaidi zaidi ya kumleta mwenyewe mwenye kufanya namna Amen. Sasa mi nafikiri tungesimama, ili mwenye kufanya namna apate kusogea madhabahuni pake kwa ajili ya kufanya namna, niombe mwenye gari namba T 329 ECH afike kwenye gari yake, T 329 ya ECH afike kwenye gari yake, kuna dharura. Ongeza shangwe na vigelegele vingi, hatuna sababu nyingine ya the game changer anapokuja kubadili upepo Mahali hapa naona amekwenda kuwaraki wale e, ndio ambao ndio sababu ya kutunga hizo nyimbo. Kuna namna. Halafu mwalimu ima bwana, yani kuna namna, ameangalia mambo anayoyafanya na yeye alivyo, kuna namna ameenda kuongeza pale. Kweli kuna namna, nimekubali. e, kuna namna, kwa namna ile ile ile, kwa mwendo ule ule na mapigo yale yale ambayo Mungu ameruhusu yaendelee mahali hapa, yaani bandika bandua, na ndiyo namna ile ile tunapokwenda kubadili ulimwengu, na ndiyo namna ile ile tunapokwenda kuteka watu wote na kuwa wana wa ufunuo, na hakuna mwingine hakuna namna nyingine, ni namna ile ile ya mbeba maono jasiri mwongoza njia anayekwenda kubadili historia za wengine kwa namna ile ile ya kumtukuza Mungu. Ongeza shangwe kwa ajili ya baba yetu. Baba, tuko tayari, watoto wako karibu sana Baba. Asante, haleluya, amen. Tumpe Yesu makofi ya heshima. Haleluya! habari za wiki nzima. Nimejisikia furaha sana kusimama kwa namna yangu. Huu wimbo kwa kweli test yake ina, ina, ina mvuto wake. Mungu awabariki wa sana. Amen, tukae milango yangu haitafungwa. Andika somo letu, milango yangu haitafungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. <clears throat> nisome kitabu cha Yohana sura ya kumi mstari wa tisa. Mlango wa mbinguni na uona ukiwa umefunguliwa tayari. Mm? Mlango umefunguliwa tayari. Mwambie jirani yako maneno hayo. Eh, mlango mlango umefunguliwa tayari. Njoo baba mchungaji, nami nikupe mkono, mlango umefunguliwa tayari eh. Mlango ufanya nini? Umefunguliwa. Ninaifahamu kazi yangu, lazima nithibitishe uwezo, mamlaka ya yeye aliyetumba ya kwamba ana nguvu, ana upendo ana huruma dhidi yetu. Kwa hiyo kile kilichokuwa kimesimama mbele ziba mlango wako leo, napita nacho hapa. Yohana sura ya 10, mstari wa 9, nasoma mimi ndimi mlango. Yesu anasema, watu wasiwatishe mimi ndimi mlango. Wakikufungia mlango hao, Yesu ni mlango. Akifungua hapana, hawezaye kufunga. Na nielewa wanachosema, anasema mimi ndimi mlango. Hakuwa anazungumza hadithi, alikuwa anazungumza kitu kilichopo uhalisia. Anafahamu watoto wake wanapitia nini katika kujitafutia riziki ya maisha wanazibiwa mapito. Mwingine amekaa hapa miaka nenda miaka rudi, hajapata mtoto. Mwingine anafanya biashara, mambo yana hayaendi. Mwingine anafanya hiki, anafanya hiki, anakutana vipingamizi, anakimbia nchi. Lakini Yesu anasema watoto wake, anawambia nisikilizeni, mimi ndimi mlango, mimi ndimi mlango. Wachawi wakutishe kwa neno lolote, Yesu ndiye mlango hakuna atakayeziba hakuna atakayezuia nafasi au fursa ya kwako kwa sababu aliyekuumba akifungua siku moja Yesu aliwaambia wa wanafunzi wake ya kwamba kama mimi nikifungua hakuna awezaye kufunga akifungua Mungu hakuna binadamu awezaye kufunga binadamu hata kama angefunga riziki yako akaziba kama Mungu amefungua utakwenda na watu watakuona utatoboa utatoboa tu. Mwombe jirani yako, Yesu ndiye mlango. Yes, sawasawa. Amen. Kuna watu wametutisha huko duniani, utaniona, utaniona, yaani anakuambia kabisa. Amen. Tutaona kama wewe utajenga, tutaona, nimekuacha tuone kama utafika mbali. Mlango haujafungwa, mtu asikutishe. Sitakusaidia, nimejitoa, nione kama utafika mbali. Utamshangaa yuko Marekani, utamshangaa yuko Ikulu, anakula na watu wakuu Make maandiko yameandikwa hivi, Mungu humwinua mnyonge na kumketisha pamoja na wakuu. Uzao wako ni lazima upande, watu wakatae wasikatae, utapanda. Maneno yanaumba. Siwezi kuzungumza hiki wakati hakuna mtu aliyepitia mapito magumu ya lazima ya kufanya ubadilike katika maisha yako. Maneno yanaumba. Matatizo tunayokutana nayo ni maneno, watu wametutamkia maneno mabaya. Unashangaa mtoto anaugua kila wakati yale aliyoyapanga hakuna mtu atakayeyapangua. Yaani alianza moja itafika namba mia mpaka kieleweke kwako. Na ukishafunga umeme kwenye nyumba hii, kinachobaki ni marekebisho. Hakutakuwa na giza katika maisha yako. Makeye mwenyewe anasema mimi ni nuru ya ulimwengu Nikikumulikia, hakuna mtu atakaye kupeleka gizani. Mimi ni nuru anasema, na kisha sema yeye ni nuru, hakuna mtu atakaye kuingiza gizani. Yaani wedha, wewe ulikuwa ni dini gani? Leo uko hapa, watu waseme hivi, yeye akishakumulikia nuru, hakutakuwa na giza itakalomulika hata kama ni usiku.